Pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi kwa kuendelea kuwafundisha watoto. Mungu awabariki sana, endeleeni kuandaa masomo mazuri kwa ajili ya watoto ili Mungu aweze kujidhihirisha. Yesu anasema waacheni watoto wadogo aje kwangu kwa, kwa maana ufalme wa Mungu ni wa kwao, na hata sisi ametu, ametuambia kwamba tusipokuwa na, na, na na roho kama za watoto wadogo hatutuweza kuingia ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo leo tutaendeleza ule mwendelezo wetu wa kuifahamu kweli, lakini leo tutakwenda kuifahamu kweli juu ya mafanikio ya watoto wa Mungu. Tutaifahamu kweli kuhusiana na nini? Mafanikio ya watoto wa Mungu Mafanikio ya nani jamani, ya watoto wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Yesu anakaribisha watu wote kuja kwake wakiwa hawajafanikiwa. Yesu anafanyaje? Anakaribisha watu wote wote. Wanaomwendea Yesu hata kama hawajafanikiwa wanakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe, lakini Yesu aruhusu watu wakishaingia ndani yake wabaki kukabila mafanikio. Hiyo Yesu anaipinga hiyo, haitaki kabisa kuiona. Naomba nirudie tena ili tuweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tunasema Yesu anaruhusu mtu yoyote yule aende kwake katika ufalme wake hata kama hajafanikiwa kwa jambo lolote lile. Na lengo lake kubwa watu wafike kwake, ili waweze kuishi, waweze kufanikishwa katika mambo yote. Asifiwe. Somo hili uwe makini sana kulisikiliza kwa sababu ndio linalokwenda kufungua maswali yako yote unayojiuliza kwenye maisha. Kuna wengine wamempokea Yesu, unajaribu kumwomba Yesu jambo, unakuta ile jambo halitimii au halijatokea, unaanza kujiuliza, sasa kama ndo naishi maisha haya na nimempokea Yesu, Yesu amenikomboa, mbona sielewi ile? Bwana Yesu asifiwe. Maswali kama haya yanakuwaga mengi sana kwa watoto wa Mungu kwamba una una una shida ya jambo fulani, lakini unakuta unamwomba Mungu lakini bado alifanya nini alitokei. Unajaribu kumwomba Mungu lakini alifanikiwi hilo jambo. Wengi watoto wengi wa Mungu wanapitia hayo mambo. Sasa Yesu hataki kiko kitu kiendelee kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Yesu hataki kutuona tunaendelea kuishi maisha yale ya kuto kupata mahitaji yetu ya kila siku, ndio maana tunajifunza jinsi ya kufanikiwa ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Ili uweze kufanikiwa ukiwa ndani ya Kristo Yesu, unatakiwa kufanyi kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunapaswa kufahamu jambo moja muhimu au mambo mawili muhimu. Kufanikiwa katika maisha ni baraka kutoka kwa Mungu. Kufanikiwa katika maisha ni nini? Ni baraka ambazo Mungu ndo ameziamuru kila mmoja aweze kufanikiwa katika ulimwengu huu, lakini kuto kufanikiwa ni laana kutoka kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Yesu alitukomboa sisi, alituleta, ametutoa kwenye laana ametuleta ili tuweze kuanza kufurahia matunda ambayo yako ndani yake. Kwa hiyo kufanikiwa katika maisha yetu, kila jambo nalolitaka unalolifanya we, wewe ni baraka kutoka kwa mungu wetu. Mungu wetu hajatukomboa sisi ili tuendelee kuteseka katika ulimwengu huu, sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo asingekuwa mungu wetu. Mungu wetu hajatu, haja, maana unakuta ametoa majibu ya kila changamoto katika ulimwengu huu. Anasema ukiwa unaumwa, tulishajifunza somo la ma, la ukweli kuhusiana na magonjwa. Kwa wale ambao hawajalipata liko kwenye kwenye group, liko kwenye channel ya YouTube. Unaweza uka, kama hujaelewa, unaweza ukalirudia vizuri sana ukalipata vizuri sana. Tuishi mbali na magonjwa, tuishi mbali na umaskini, tuishi mbali na kuonewa na kazi za shetani. Kwa hiyo la umaskini au kuto kufanikiwa kwa jambo lolote unalolifanya wewe ni laana kutoka kwa nani? Kwa nani? Shetani. Na anapangaga makusudi tu kwa ajili ya kuonea watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani jinsi alivyokosa akili. Yaani shetani jinsi alivyokosa akili mpaka watoto wake wengine anaendelea kuwafanya nini? Kuwasababisha wasifanikiwe katika maeneo mbalimbali ya maisha yao, lakini ashukuliwe Bwana Yesu halitukomboa sisi akatutoa katika mambo hayo. Lengo kuu la Mungu kutuokoa kutoka katika ufalme wa giza kutoka katika ufalme wa shetani ili sisi tuwe watoto wake. Alafu tukishakuwa watoto wake tupate mafanikio kutoka kwake. Bwana asifiwe. Amina. Yaani lengo kuu, Yesu aliacha enzi na mamlaka kule mbinguni akashuka mwenyewe hapa akaishi na sisi miaka thelathini na tatu, lengo kuu ni kututoa kwa shetani ili tufike kwa, kwake, aanze kutupatia mafanikio yake, atuambie mmefika humu ndani yangu, humu ndani kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, na hivi vyote ni haki yenu. Maana neno la Mungu nasema mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Imani. Maana yake ni kumwamini Yesu kwa vile vitu ambavyo anavisema vitatokea kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili ninaomba tuwe makini nalo sana, kwa sababu ukiweza kutoka hapa mimi nakwambia kweli, maisha yako yataanza kubadilika kuanzia hapa na kuelekea mbele ya safari. Bwana asifiwe, amina. Na Mungu nawabariki, kwa sababu sijajua kwa nini somo hili eh, mmekuwa wadada watupu na wamama watupu <laughs> lakini ninaamini Mungu ana jambo anataka nyinyi mkasimame. Sasa mkishasikia, mkishajifunza, mkasimame kwa ajili ya kuombea familia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kazi ndogo duniani hapa, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, sio kazi ndogo, kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, sio kazi ndogo. Shetani hapendi hiko kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Shetani hapendi. Furaha ya shetani ni kuendelea kukuonea wewe, furaha ya shetani ni kuendelea kuku, kukupatia wewe magonjwa kukupatia wewe umasikini, uendelee kuteseka. Unajua umasikini maana yake ni nini? Au kuto kufanikiwa maana yake ni nini? Kuto kufanikiwa ni ni, ni, ni, ni ukosefu wa kuweza kutimiza haja yako yani kuna kitu unakitaka, lakini huna uwezo wa kukipata kile kitu sasa hiko huo huo uwezo wa kutokuwa na uwezo wa ku, kuweza kupata kile kitu hicho, ndio shetani anakitaka kiendelee kutokea kwenye maisha yetu, lakini Mungu ashukuriwe amekataa hilo jambo. Anataka sisi tufahamu kweli, ili kweli tuweke huru, na leo tunafahamu kweli kuhusiana na mafanikio katika Kristo Yesu. Tukishakuwa ndani ya Yesu Kristo, Mungu ametaka sisi tuwe akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, asifiwe, tega tu sikio lako vizuri endelea kumshirikisha Mungu kwa Roho Mtakatifu akusaidie, somo hili likakusaidie kwenye maisha yako binafsi. Somo hili sio kwa ajili ya kikundi cha watu fulani, somo hili ni kwa ajili ya maisha yako wewe binafsi, wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukizembea kuto kusikiliza somo hili, maana yake unaamuru shetani aendelee kufanya kazi yake anayofanyaga ya kila siku kwenye maisha yako. Unaweza ukalalamika ukasema hivi na kauli nyingi kweli kweli, lakini mwisho wa siku Shetani anachokitaka kile unachomwamini Mungu kisitokee, ili aonekane Mungu ni nani, ni mwongo, kumbe yeye ndiyo mwongo mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Moja ya jambo zuri ambalo Mungu wetu ana, ana, ana, anafurahia kuliona kwa watoto wake ni jinsi watoto wake wanavyoweza kufanikiwa katika mambo mbalimbali mbali jinsi watoto wake wanavyoweza kutoka hatua moja ya maendeleo kuelekea hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Mungu anataka ufanikiwe. Mungu anataka nini? Mungu anataka ufanikiwe, watoto. Mungu anataka ufanye nini? Ufanikiwe. Amina, Mungu anataka ufanikiwe, anataka mama yako afanikiwe, baba afanikiwe, wewe ufanikiwe, mtaa unaoishi ufanikiwe, wilaya unayoishi ifanikiwe, taifa unalokaa lifanikiwe. Hayo ndio malengo ya nani jamani? Ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Hayo ndio malengo ya